Kampuni ya Royal Media Services kwa ushirikiano na wakfu wa Zizi Afrique, um, uh, itapeperusha moja kwa moja makala manne yatakayoangazia masuala ya elimu kupitia jukwaa litakalowasilisha raia wa kawaida, wanafunzi, waalimu, wazazi na maafisa wa wizara ya elimu. Akizungumza kwenye uzinduzi rasmi kwa kutia saini mkataba maalum wa ushirikiano huo katika ofisi za Royal Media Services, mkurugenzi mhariri mkuu wa Royal Media Services Linus Kaikai amesema kwamba jukwaa hilo la elimu litawapa Wakenya fursa ya kuchangia mjadala wa utendakazi wa sekta ya elimu. Aidha, mkurugenzi wa Zizi Africa Foundation Samuel Otieno naye amesema kwamba vipindi hivyo vitawezesha wadau katika sekta ya elimu kuwajibika. Vipindi hivyo vinne vitaanza kupeperushwa na runinga uh, pamoja na redio za kampuni ya Royal Media Services kuanzia tarehe 13 mwezi huu wa Oktoba na kukamilika tarehe 19 mwezi Januari. Jukwaa hili ambalo tutaliandaa kuanzia tarehe 13 mwezi huu wa Oktoba itawapa nafasi Wakenya wengi kupasa sauti zao na kutoa maoni yao kuhusu maswala yanayohusu elimu nchini. Je, ni vipi kurekebisha maswala hayo ambayo hajaenda, hajaenda vizuri? Ni vipi kuendeleza yale ambayo yanaendelea vyema na mambo kama hayo. Kwa hivyo tuna furaha sana na tunashukuru shirika la Zizi Afrique kwa ushirikiano huu na RMS na Citizen TV, na tuna e, tutaendelea kuwa pamoja tutakuwa na vipindi vinne ambavyo vitaanza tarehe kumi na tatu na kila mwezi kuanzia mwezi huu, tutakuwa na kipindi moja ya mkutano wa town hall ambao, uh, ndio format ya uh, kipindi hicho ambayo itaruhusu watu kusema na watu ku, uh, kutoa sauti zao kuhusu maswala ya elimu. Tunaanza hapa Nairobi lakini pia tutakuwa tutaja tu kwenye kaunti zingine katika Um, vipindi hivyo vya town hall ni fursa nzuri sana kuunganisha, you know, um, mashirika haya mawili ya Royal Media Services na Zizi Afrique Foundation, na kuja pamoja kuhakikisha kwamba tumetengeneza, um, jukwaa ambalo litatumika na Wakenya kuzungumzia masuala ya il elimu haswa uh, mabadiliko ambayo yanafanyika na kuwapatia fursa ya kupaza sauti yao ama kuchangia uh, uh, mjadala ambao unaendelea na vile vile ku, uh, ku, ku, ku, ku, ku, kusaidia wale watu ambao wanafanya haya uh, mabadiliko ya elimu kuweza kujua ni nini matakwa ya Wakenya na vile vile ni vipi ambavyo kila mtu, wawe ni wazazi wa, wawe ni uh, washikadau wengine tofauti, waweze kushiriki katika kuhakikisha kwamba elimu uh, yetu uh, inakuwa ni elimu ambayo ni ya manufaa, elimu ambayo inawasaidia Wakenya uh, hasa wa kizazi hichi uh, uh, um, um, uh, uh, cha sasa kuweza kupata elimu ambayo itawasaidia kwa